Mashuhuda. Mimi na mama mmoja anaitwa mama anaitwa Beatrice Filipo au mama dogo. Tulikuwa tunavua ukamba na chandarua nachandarua ya huu mtu. Akati tunavua ukamba akaja kaka anaitwa Biatamu ambaye ni mtu tunamfahamu. Ni rafiki yetu sana. Alipokuja rafetu sa aku kasema mnataka nogeii akawambia usioge. Hapa kuna mamba, kuna watoto wa mamba. Mamba katoka hapa muda si mrefu usioge. Akasema mama mimi naoga. Yule mama akaambia usioge, mimi nikamwambia vipi usituletee baraa. Akasema mimi naoga. Akaingia akawa anapiga mbizi, yani anakaribia kabisa kuvuka mto, alifanya tu basi akazama, hatukumwona tena. Sisi tukaacha neti, tukaenda kule juu, tukaenda kwa mjumbe wetu, tukamkosa yupo, tukashuka huku chini, tukawa tunapigapiga mawe mtoni mpaka baadaye tulivyopanda mjumbe akawa yupo sasa, tukampa taarifa na yeye akaendelea kusambaza taarifa, na watu jana ule usiku wakaja, lakini hawakumpata. Mara baada ya hapo wao wameondoka, tumeendelea kubaki hapa. Kuna baadhi ya wananchi ambao wal, walijaribu kuingia hapo, walivyoingia wakazunguka zunguka huko ndani wakashindwa kuendelea wakaondoka wakaenda zao, lakini sisi tangu asubuhi tulivyokuja hapa kuna mamba ambaye alikuwa anaendelea kusumbua maeneo yale pale. Kwa hiyo yule mamba alisumbuasumbua sana pale, aliibuka sitini ya mara tatu, lakini baadaye alitulia. Kwa hiyo wamesema kwamba hapa wameshindwa kuingia, kwa sababu hii sehemu sio salama kwa, haiko salama kwa upande wao. Naomba kutoa rai kwa wananchi wanaoishi maeneo ya mito na maeneo ya maji, imezonima maji kuchukua tahadhari kuchukua tahadhari, kwa maana ku, hata kama kuoga, ni wawe zaidi ya mmoja, ili likitokea tatizo waweze kumwokoa mwenzao, kujiokoa, asiende mmoja mmoja.